Tena kwenye channel yetu ya MHK Mind and the Creative Artistic Hub. Leo ningependa kushare na nyie ni namna gani tunaweza kuondoa tabia iliyoshindikana, tabia yoyote ile. Kuna watu wanakunywa pombe wameshindwa kuacha pombe, kuna watu wanakunywa vinywaji tofauti tofauti, kuna watu wana tabia nyingi sana, hata marafiki tu unaoambatana nao, wale ambao ni marafiki zako wa karibu sana ambao umeshafanya hicho kitu umeshaambatana nao mara kwa mara, basi psychologically wanakuwa one of their one of your habit yani, unakuwa pia tabia juu yako. Kwa hiyo ni namna gani unaweza kuondoa tabia? Leo tunaenda kushare au tunaenda kujifunza namna ya kuondoa tabia kwa kutumia njia kuu tano. Hapa kuna njia kuu tano ambazo inaenda kujifunza namna ya kuondoa tabia. Tabia inafomika kwenye akili zetu, na ili uweze kuondoa tabia, inabidi utafute tabia nyingine ureplace, kwa sababu tabia kama tabia, unapoondoa tabia inatengeneza kitu kama tobo kwenye akili yako au kwenye ubongo wako. Hasa ile hole au ile tobo, kama hujatafuta kitu kingine ukakireplace, baada ya muda ita, ita, ita, itaanza kukua kupigwa kama upepo yani, kitaanza kupiga kama upepo na ku, na kukua kuku, kuku, kufanya uone uhitaji wa kurudisha kile ulichokitoa. Ndio maana tunashauriwa ili uweze kuondoa tabia yote ile au uweze kufanikiwa katika kuacha tabia yote ile, inabidi utafute tabia nyingine ambayo ile na relate na ile will replace, lakini ambayo ni positive. Kwa mfano, ulikuwa unaangalia movie au una tabia ya kupenda kuangalia sana movie lakini ujui unaiachaje? hiyo tabia hasa unaweza ukatafuta, kwa sababu ile ile tabia ilikuwa inapitia katika katika mlango wa fahamu wa macho na kusikia, basi unatafuta kitu kingine ambacho ni possible, lakini pia kinapitia hiyo njia. Kwa mfano, unaweza kaangalia podcast za elimu zinazoelimisha, hiyo pia inaweza kukusaidia. Unatoa tu ile ule muda na una replace kitu kingine. Hasa tabia inafomika kwa kutumia njia kuu tano, ambayo inapitia milango mikuu ya fahamu: macho kuona kusikia masikio, kunusa pua, kuonja mdomo, lakini pia kugusa skini au ngozi. Hizo ni njia kuu tano ambazo tabia yote ile ulionayo ilifomika kupitia hizo njia kuu tano, na ili uweze kutokana mimi na kushauri yani. Kama unataka kuondoa tabia, tafuta kama hiyo tabia ilikuwa inapitia katika mlango wa kuwafahamu wa, wa kuonje yani mdomo, basi tafuta tabia nyingine, ambayo pia tabia ambayo ni positive, ambayo inapitia katika ule ule ule mlango, itakuwa ni rahisi sana kwa kuliko kutafuta nyingi, tabia ambayo inapitia mlango mwingine afu unataka kuibadilisha na kuireplace kwa kutumia umo. Kwa mfano, mfano mzuri ni kwa mfano ulikuwa unakunywa pombe, si ndio? Unakunywa pombe na ni moja tabia ambayo imekushinda kuacha au nakunywa vinywaji vingine ni moja tabia let's say imekushinda kuwacha, lakini unataka kuiacha sasa. Kwa sababu ile tabia imekuwa yaani umekuwa addicted au ume, ume, ume, ume, ume, ume, imekuwa ilikuwa inapitia katika mlango wa fahamu wa kuonja, basi unaweza ukatafuta kitu kingine ambacho ni positive, ukapika kwa mfano ukaanza kunywa juisi au au ukabadilisha badala ya kunywa pombe kama soda na mara, mara nyingi watu wengi waliofanikiwa ku kuacha kunywa vilevi walireplace vilevi kwa vinywaji ambazo ni vizuri au maji. Kwa hiyo badala ya kufika pale ukaomba naomba bia unaomba nini, basi wewe unasema naomba juisi au naomba soda. Hiyo ni rahisi sana kuondoa hiyo tabia. Kwa hiyo let's say, ngoja tuangalie tabia, njia tano kuu za kuacha tabia bila kupoteza muda. Tuanze na step ya kwanza. Ili uweze kuondoa tabia ya kwanza, kitu cha kwanza kabisa ambacho unatakiwa kufanya katika at the beginning put forth an enthusiasm in your expression unapoanza kuondoa tabia mwanzoni inabidi uto, uwekeze nguvu, ujilazimishe na ujimotivate kuanza hiyo tabia mpya. Kwa sababu kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu ukienda kwenye kwenye Newton mwanasayansi mmojaalitufunisha kuna kuna kitu kimoja kinaitwa au force force ni ile nguvu ki inayokuwa kipingamizi. Ina, in, in, in, in, in yani obstacle inayokuwa mwanzo napoanza jambo lolote lile. Hata gari kabla alijaanza nguvu inayotumia kwenye kuanza ni kubwa kuliko pale baada ya kuanza kutembea. Hata sisi wengine hapa, sisi wenyewe binadamu, tabia yote ile mpya, kitu, kitu chochote kile kipi ambacho Hujawahi kufanya siku ya kwanza kukifanya tumia nguvu nyingi na kinakuwa kuna obstacle fulani lakini baada ya kwanza kuna uwezekano mkubwa sana wa kuendelea. Kwa hiyo tunakushauri kwamba put forth and enthusiasm wekeza nguvu pia na kumna motivation au motisha unapoanza hiyo tabia mpya unapo replace mwanzoni kwa sababu pale mwanzoni kunakuwa kuna force inayofanyaje inayokuzuria kuanza ambayo inaitwa inertia law. Kwa hiyo hiyo ni njia ya kwanza. Kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu pale kunakuwa kuna obstacle. Step ya pili, ili uweze kufanikiwa. Kabla sijaenda kwenye step ya pili, ili uweze kufanikiwa kwenye kwenye kwenye hiyo tabia unayoondoa, hakikisha pale unapoanza hiyo tabia, kwa sababu ni kama njia mpya, ifanye mara kwa mara, yaani ifanye sana kwa undani zaidi hiyo tabia mpya, ili kusudi pale utakapohitaji kuifanya tena, yaani kuirudia, kuhi kuhi, ukumbuke kuhi kwamba hapa kwa kuna utofauti Yaani kwa mfano let's say unataka kuanza kujisomea kitabu au unataka kupata tabia ya kusoma vitabu. Ulikuwa unakaa huo muda unaangalia movie unaangalia movie au unafanya vitu vingi, sasa unataka ku replace. Sasa siku ya kwanza tafuta kitabu kizuri, soma soma sana. Soma sana, halafu soma vitu vingi jitahidi kuwa concentrated katika hicho kitu, halafu ili kusudi uone utofauti pale utakapotaka kuifanya ile tabia uone utofauti kama ah Yaani, lakini ukifanya kidogo tu pale mwanzoni, una, unaweza kuja ukaisahau kukumbuka kama ah nilifanya kitu fulani. Kwa hiyo tunakushauri mwanzo, ni wekeza nguvu nyingi na afanya kwa kwa, kwa undani zaidi ili kusudi uone utofauti, akili ya yako itakuonesha utofauti kwamba ah jana badala ya kwenda kule nienda sehemu fulani nika nikajifunza kitu. Step ya pili, na kitu cha pili ambacho nataka kuzingatia unapobadilisha tabia mpya, wekeza concentration yako yote. Yaani katika tabia mpya, achana na ile tabia ya zamani. Kama ni marafiki unaoachana nao, ukiachana na wale marafiki wa zamani ukatafuta rafiki mpya, weka concentration yako, attention yako yote, mpe yule mtu. Yani usirudie tena kukurudi kule nyuma, kuanza kuambatana kukukua na wale watu wa zamani. Yani kabla hapa mwanzoni, ambatana na huyu mtu mpya, mpe muda wako, mpe concentration. kama ni tabia mpya Yaani sahau kabisa kuhusu kile kitu cha zamani. Nawekeza kwa situation yako yote katika hiki kitu kipya. Usirudie yale mazingira uliyoachana nayo. Usirudi kule nyuma ulikotoka. Kwa hiyo ndio step ya pili ambayo unatakiwa kuzingatia unapobadilisha tabia mpya. Kitu cha tatu au kitu cha nne ambacho unatakiwa kuzingatia ukiwa unabadilisha tabia mpya. Pita katika ile tabia, yaani fanya ile tabia mpya mara kwa mara. Yaani uweze kukushika klini mwako. Yani ile ni kama njia ili uweze kukaa klini mwako, inabidi ufanye mara kwa mara. Tengeneza fursa, usisubiri fursa zijitokeze tu ili uweze kufanya hicho kitu. Ah, tengeneza fursa, tengeneza mazingira ambayo yanakufanya uweze kufanya hicho kitu. Yani tengeneza mazingira yanayoku attract tu ufanye hicho kitu. Kama ulikuwa unasoma vitabu let's say so umeanza kusoma kitabu, usisubiri kwamba mazingira ukikae free ndio ujisikie free ndio uanze kusoma. Hapana. Katika ratiba yako andika kabisa kama muda fulani nitakuwa nasoma. Unatengeneza mazingira ya, yanayokusupport wewe kusoma, toka kwenye sehemu. Unaweza ukatafuta kitabu ukakaa nacho karibu, au ukakaa nacho kwenye ukiwa na safari, au au ukadownload vitabu ukaviweka kwenye simu. Yani hapo unatengeneza mazingira ambayo yatakuwa yatakuvutia wewe kufanya kile kitu kipya ambacho una- umekiamua. Usisubiri fursa zijitokeze tu au chance, ili uweze kufanya hicho kitu kwa sababu ni kitu kipya na kitakuwa ni ngumu kwenye tabia yako. Kwa hiyo, jitahidi sana tengeneza mazingira sahihi, hiyo ni step ya tatu ambayo uweze kufanikiwa katika kubadilisha tabia. Kitu cha nne ambacho unatakiwa kuzingatia ukiwa unataka kubadilisha tabia, resist the temptation to travel over the older easier path. Yaani kataa vishawishi vinavyokutaka urudie katika ile tabia iliyopita. Yaani usikubali kabisa kurudi katika ile tabia. Vishawishi vitakuwepo, utakuwa tempted kufanya ile tabia. Kwa sometime utaanza kujihisi kama unataka kufanya kile kitu, resist. Tumia huo muda resist, kata kabisa, jitahidi kujizuia kurudi katika tabia ya, ya zamani. Kila mara utakapojiruhusu wewe kufanya kile kitu cha zamani uliyokiacha au kupambana yani na yule mtu uliyeacha, yani unakuwa akili yako unaipa fursa zaidi kurudi kule nyuma, kwa sababu kule nyuma ile tabia ya zamani kumbuka ilikuwa kesha shika na ipo akilini mwako, na usisahau kwamba tabia tuna uwezo wa kuiacha lakini hatuna uwezo wa kuisahau. Narudia tena, tabia kama tabia, tuna uwezo wa kuiacha lakini hatuna uwezo wa kuisahau. Kwa hiyo usijichanganye ku, ku, kuwa tempted kurudi kwenye kitu cha zamani ulichokiacha na, na, baada ya hapo ukifanya hivyo, basi utafanikiwa, lakini pale unapo jipa fursa kurudia kitu cha zamani, basi wewe pia unaipa fursa ile tabia ya zamani kurudi katika maisha yako. Na tabia pointi ya mwisho au step ya mwisho, ili uweze kufanikiwa katika tabia unayoibadilisha, hakikisha tabia uliyoamua kuiacha na kuanzisha tabia mpya ni tabia sahihi, au ni njia sahihi uliyoiamua. Na kwa sababu moja changamoto kubwa, au moja ya kitu ambacho kitakatisha tamaa kwenye maisha yako ni kufanikiwa kwenye jambo ambalo sio sahihi. Moja ya kitu ambacho kitakufelisha na kukatisha tamaa kwenye maisha yako ni kufanikiwa kwenye jambo ambalo sio sahihi. Kwa hiyo hakikisha kabla hujafanya maamuzi ya kubadilisha tabia, hakikisha ile tabia mpya unayoileta ni tabia sahihi na ni tabia ambayo ume, ume, ume umefanya maamuzi sahihi. Then baada ya hapo funga masikio yako, funga kila kitu, tembea. Keep focused na hapo tabia mpaka hapo utakuwa umeiweza kuiacha. Kwa hiyo usijichanganye wala kwenda sijui unaenda kwa waganga, sijui unaenda kwa nini? Yaani hakuna kitu kinachoweza kubadilisha tabia na hizi njia tatu, naamini maybe kunaweza kuwa kuna zingine unaweza kanisaidia kucomment hapo, kusubscribe pia, ili tuweze kujifunza vitu vingine zaidi, lakini naamini kuna kitu umegeni na tunaweza kushare. Kama kuna njia nyingine pia unaweza ukanitolea hapo kwenye comment, ili tuweze kujifunza sote kwa pamoja. Asante sana, nashukuru. Welcome to this artistic and mind creative hub.